Nyota wa kimataifa wa Nigeria, Victor Osimhen amejikuta kwenye mkondo wa lawama e, kutoka kwa familia yake kijijini huko Jimbo la Edo, Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baadhi ya ndugu wa karibu, familia hiyo inadai kuwa licha ya mafanikio makubwa ya Osimhen kwenye soka la kulipwa ambapo inasemekana ana utajiri unaofikia takriban mabilioni ya naira, bado hajafanya maboresho yoyote kwenye nyumba yao ya asili tangu kufariki kwa mama yao mzazi. E, bana tumemzika mama yetu, lakini Osimhen hajawahi e, kuja kuangalia ha hata nyumba ya kijijini hajarekebisha chochote, aliyesema moja kati ya mwanafamilia kwa huzuni. E, bana. Kwa upande mwingine, baadhi ya mashabiki wanachambua e, kwamba e, pengine labda ana, ana ile hali ya kutaka kuto kurudi tena nyumbani kwa sababu ya kile kitu ambacho kimemkuta e, mama yake mzazi. Lakini kuna baadhi ya watu wakisema kwamba kuna time watu wanasahau matatizo ambayo waliacha huko nyumbani kwao baada ya kuweza kupata mafanikio, kama vile ambavyo Osimen sasa hivi watu wengi wanamtupia lawama kwamba E, tangu kuondoka kwake e, kijijini kwao hajakuja kufanya marekebisho yoyote, na moja kati ya mwanafamilia amejump in this time around na kutoa malalamiko mengi ya kutosha kwamba tangia e, Osimen ambaye ameweza kutoka kijijini kwao lakini pia mafanikio ambayo ameweza kuyapata, nyumba ambayo ni nyumba ambayo imeweza kumlea, hajaweza kufanya marekebisho yoyote tangu mama yake mzazi kuweza kufariki dunia. Kwa kwemu mdau wa soka, kwa kwemu mdau wa sawasawa digital, uko na mtazamo gani? Make sure tukumbana drop comment yako kwenye niche comment hapo, utakuwa umetisha kidogo.